Mm-hmm. Na tutakuwa tunazidi kurudi kwako, ili tupate yakini wakati wa Kenya wanaendelea kupiga kura na kusubiri kuhesabiwa kwa kura zile na mtazamaji na katika eneo bunge la Ugunja shughuli ya upigaji kura inaendelea huku idadi ndogo tu ya wapiga kura ikijitokeza, na wengi wanaojitokeza kupiga kura ni wakongwe walio na ari ya kumchagua mrithi wa waziri Opiyo Wandayi. Nam, kwa hivi sasa tunaungana naye Laura Otieno atueleze mengi zaidi kuhusu kinyang'anyiro hicho kilichovutia wagombea kumi. Laura Otieno, hali ikoja? Kwa hivi sasa, je, wakazi wameweza kujitokeza kwanzia na mlulu kwa sasa, uh, vituo vingi vya kupiga kura vina idadi ndogo sana ya wapiga kura. Kama hapa tuliko ni Ogeda Primary School ambayo ina vijito viwili vya kupigia kura. Asubuhi tunaambiwa kuwa kulikuwa kidogo kuna uh, idadi ya watu kiasi, lakini kwa sasa ni watu mmoja mmoja ambao wanafika katika eneo hili lakini, uh, kulingana na uh, maelezo ambayo alikuwa ametolewa na kamanda wa polisi wa kaunti hii, alikuwa ameeleza kuwa baada ya mtu kupiga kura aondoke aende nyumbani, lakini kuna wengi ambao bado wameketi huku. Naona kuna vijana pia, kulikuwa na wakongwe ambao walikuwa wameshugu, wapo katika shughuli ya kupiga kura. Anza na jina na unaambie ulikuja hapa saa ngapi na kama tayari ushapiga kura. Hey, mimi kwa, kwa majina naitwa Titus Odhiambo, nilikuja hapa asubuhi, nishapiga kura lakini turnout ndio kidogo eh. Nishapiga kura kitambo, lakini tunashukuru imani iko naona maaskari pia wametulinda mzuri kabisa. Mm-hmm. Eh. Na kwa nini una, una, umesalia hapa kwa, kwa polling center? Na walikuwa wamesema ukishapiga kura uende nyumbani. Sasa mimi ni, na, ni, na, se, mina, ni security pale. Mm-hmm. naongoja kura ya mheshimiwa mwingine hapa. Okay, sawa sawasawa. Pia naona kuna mzee hapa, ulikuwa unaniambia asubuhi ulikuwa umeenda katika kazi za kawaida. Angalia hapa, anza na jina na unaambie, au uh, ulikuja, ulikuja saa ngapi, na umeona kama hali nzima inakaa vipi? Mi ndio nimefika, na kwa majina naitwa Otowino. Ni mkaaji hapa, nafanya hapa chini kwa bahari, na nimeona si, watu sio wengi, na ni, nini, naenda salama kabisa. Usalama pia iko sawa. Shukrani. Sawa, mm -hmm. Sawa, pengine kama tunaweza kuingia huko ndani ili pia tuone jinsi ambavyo mchakato um, wenyewe unaendelea. Kuna baadhi wa ya wapiga kura ambao wanaendelea kufika, maana kumbuka kwamba shughuli hii ilianza saa kumi na mbili asubuhi na nata, inatarajiwa kuendelea mpaka saa kumi na moja ambapo wale ma, wasimamizi wa shughuli za kura wataanza kujumlisha kura ambazo zitakuwa zimepigwa hapa. Kama unavyoona kuna wasimamizi mbalimbali, mbali, kuna mpiga kura mmoja ambaye amefika na wanatumia kile kifaa cha kimskit. Kwa hivyo pindi tu mtu anapofika, anapeana kitambulisho chake kisha wanatumia pengine vidole, na kuna baadhi ambao a, vidole vyao havionekani basi wanatumia mbinu nyingine ya kuangalia sura, wanapigwa picha na kisha kifaa hicho kinadhibitisha iwapo mpiga kura ambaye amefika hapa yupo ya wapiga kura. Kwa hivyo kama unavyoona ndio mchakato wa hivyo unavyoendelea. Uh, upande huu mwingine kuna maajenti wa wale wagombea mbalimbali uh, wakiangalia jinsi ambavyo hali inaendelea. Vile vile kuna wale ambao wanaitwa observers ambao wanazunguka zunguka, hawako katika vituo vyote, lakini hapo awali pia kama unavyoona pia kijisanduku cha kupigia kura ambacho kimewekwa vile vifaa vya usalama kuhakikisha kwamba wakati ambapo kura itafunguliwa itakuwa ni kura pekee ambazo zimewekwa pale ndani ndizo zitakuwa zina hesabiwa. Awali tulikuwa na, na naibu mwenyekiti wa kama tume walikuwa wanaona kama kuna idadi ndogo ya wapiga kura katika eneo hili la Ugunja, na alikuwa anawataka wakazi wajitokeze ili kupiga kura katika uchaguzi huu mdogo. Kufikia sasa hakuja kuwa na visa vyovote vya utovu usalama ambao vimeripotiwa hapa. Lakini baadhi ya wa wagombea ambao tumezungumza nao walikuwa nasema kuwa wanashirikiana na taasisi za usalama, maana kulikuwa na baadhi yao ambao walikuwa nasema kuwa kuna madai kuwa kuna baadhi ya watu ambao wanatumia mbinu zisizofaa ili kuwashawishi wapiga kura kupiga kura katika njia fulani, lakini kwa sasa hakuna chochote ambacho kimeripotiwa, pengine kama kuna yeyote ametiwa nguvuni. Lakini ndivyo hali inavyoendelea, tutazunguka katika sehemu mbalimbali, lakini itimu yapo kama saa mbili hivi usiku, tutarejea katika shule ya upili ya Ambira, ambapo ndio jumla ya kura zote zitafanywa na kisha yule um, msimamizi wa uchaguzi katika uh, eneo hili bu, eneo bunge la Ugunja atatangaza ni nani ambaye amepata kura nyingi zaidi na kisha wakazi Ugunja watakuwa wamezungumza wame na kuchagua ni nani ambaye atawakilisha katika bunge la kitaifa. Lulu.